Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba marehemu Karina alikuwa ni muigizaji na ishu ya kuigiza ajanze leo wala jana, ameanza zamani sana. Yeah, nadhani utakuwa unafahamu kwamba kumbe yeye ndo alikuwa video Vixen katika wimbo wa Oyoyo, wimbo wa Bob Junior ambao umetoka takriban miaka mingi sana iliyopita kama sio 2011 basi 2010. Umeona eh? So mambo ya kuigiza na kuonekana katika televisheni ni vitu ambavyo amekuwa akivifanya kwa muda mrefu kabla hajaanza kuugua, maana tunafahamu kwamba Karina eh, shughuli zake za kuigiza zilikwama au ziliisha kipindi eh, kama miaka nane iliyopita, kwa sababu baada ya hapo miaka yote hiyo nane alikuwa akiwa yuko kitandani anaumwa. Sasa basi ni kwamba Watu ambao alishawahi kufanya kazi nao huko zamani, au ukiachana na Bob Junior ambaye tumemzungumzia jana, leo hii tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na mtu mwingine ambaye alikuwa anafanya naye kazi Karina, katika kiwanda cha Bongo Movie, ambaye ni JB au bwana Jerusalem Films. JB ameposti naye pia kupitia kurasa yake wa Instagram. Eh, ameposti picha ambazo ni kama kumbukumbu kumbu za kipindi ambacho alichokuwa yuko na Karina wanaigiza pamoja, na ameandika hapa, ameandika kwamba mnamo mwaka 2017 mpaka 2018 ulishiriki kwenye tamthilia yangu ya kwanza kabisa Kiu ya Kisasi, ulikuwepo nasi kwenye nyakati zote za furaha na masikitiko eh, na masikitiko ya kazi. Tutamisi sana ucheshi na utani wako bado. Tunamshukuru sana Mungu kwa kuweza kupata nafasi ya kushiriki na wewe kwenye kazi hii eh, pumzika hawa. Mungu ailaze mahali pema roho yako. Hayo ni maneno ambayo ameandika JB, akiwa ameambatanisha na picha ambazo zinamuonyesha akiwa yuko na Karina kipindi wanaigiza pamoja ki, eh, kipindi hicho umeona bwana eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hili ni pigo kwa watu wa Bongo Movie kwa mara nyingine tena. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku reply kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, na pia vile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.